Baada ya uchovu wa kutwa nzima leo, ni kuombe tu dakika chache niweze kuwasilishia utabiri huu wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ukiwasilishwa nami Godfrey Kazinja. Na mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatuonyesha upepo kwa ujumla unatarajiwa kuwa wa wastani katika maeneo mbalimbali ya nchi, na viashiria vya mvua vyenye nguvu vinaonekana zaidi kuanzia katika maeneo ya magharibi mwa nchi yetu kuelekea sehemu za ukanda wa Ziwa Victoria. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la matarajio kuwa na vipindi fupi vya uwepo wa mvua kubwa katika maeneo ya ya ukanda wa Ziwa Victoria magharibi mwa nchi pamoja na mkoa wa Rukwa. Ni vyema mwananchi wa maeneo husika kuwa makini na angalizo hilo. Kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria magharibi mwa nchi pamoja na mkoa wa Rukwa kuna hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Nyanda za juu kaskazini mashariki, mikoa iliyopo katikati mwa nchi, mwambao wa pwani yetu ya bahari ya Hindi yakijumuisha na mkoa wa Morogoro, kuna na hali ya mvua katika maeneo machache na maeneo mengine yaliyosalia ya, ya nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu ukanda wa Ziwa Victoria magharibi mwa nchi pamoja na mkoa wa Rukwa kunatarajiwa kuna hali ya mawingu mvua nangurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Kwa upande wa nyanda za juu kaskazini mashariki, nyanda za juu kusini magharibi yakijumuisha pia na mkoa wa Ruvuma, kwa tujua kuna hali ya mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa iliyopo katikati mwa nchi, mwambao wa pwani yetu ya bahari ya Hindi, mkoa wa Morogoro, kwa tujua kuna hali ya mawingu kiasi, mvua nangurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Ni kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Kwa usiku huu hatuna la ziada, tukutane tena hapo kesho mida na nyakati kama hii. Asante na nikutakie usiku mwema.